We mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tushirikiane tena neno kutoka katika kile kitabu cha Zaburi, ile sura ya miamoja arobaini na nne nitasoma pale. Na imidiwe Bwana, mwamba wangu anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana mwisani wangu na boma langu, ngome yangu na mwokozi wangu, ngao yangu niliyemkimbilia, watisha watu wangu chini yangu. Ee Bwana, mtu ni kitu gani hata umjue, na binadamu hata umwangalie? Binadamu amefanana na ubatili, siku zake ni kama kivuli kipitacho. Bwana, uziinamishe mbingu zako, ushuke, uiguse milima nayo itatoka moshi. Utupe umeme, uwatawanye, uipige mishale yako, uwafadhaishe. Unyoshe mikono yako toka juu, uniponye, Unitoe katika maji mengi, na katika mkono wa wageni; vinywa vyao vyasema visivyofaa, na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Ee Mungu, nitakuimbia wimbo mpya, kwa kinanda chenye nyuzi kumi nitakuimbia awapaye wafalme wokovu, amwokoa Daudi mtumishi wake na upanga wa uovu. Uniponye, unitoe katika mkono wa wageni; vinywa vyao vyasema visivyofaa, na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Wana wetu wawe kama miche waliokulia ujanani, binti zetu kama nguzo za pembeni za zinazonakishi kwa kupamba hekalu. Gala zetu na zijae zenye akiba ya jinsi zote, kondoo zetu na wazae elfu na makumi elfu mashambani mwetu, ng'ombe zetu na wachukue mizigo, kusiwe na kushambuliwa wala kusiwe na kuhamishwa wala malalamiko katika njia zetu. Eli watu wenye hali hiyo eli watu wenye bwana kuwa mungu wao hii ni zaburi ya vita tumekuwa na nyimbo nyingi za vita ambazo watu wametaka bwana apigane kwa upande wao lakini niseme wewe nawe huna haja ya kuimba wimbo mwingine wa vita bali simama na zaburi hii ya mia moja arobaini na nne hebu isome mwambie bwana kufundishe vita maana mtume Paulo anasema vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama. Tunapigana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tuache mashindano ya maneno au niite tarabu. Hatuishi, hatushindani kwa tarabu, bali vita vyetu viko juu katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki wa sana. Wakati utakaposoma zaburi hii, itakusaidia kukujenga, kwa sababu yako maneno mazuri hapa. Mwandishi anaandika, mwandishi anaandika, anasema kwa habari ya Mungu kumuokoa, Mungu kumsikia maombi yake anapokuwa kwenye shida, anapopita kwenye tabu. Na baadaye anasema juu ya baraka za Mungu, kwamba Mungu ubariki kazi za mikono yetu, ubariki kazi zetu ewe Bwana, tafadhali, kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Niseme kwamba Mungu ana makusudi na maisha yako, na Mungu atakwenda kufanya ulinzi, atakufundisha vita katika ulimwengu wa roho, si vita katika ulimwengu wa mwili. Yale yote ambayo yanaonekana yamenyamaza kwenye ulimwengu mwili maadui zako wanaonekana wameshinda, wale wanaotenda kinyume wanaonekana wameshinda. Lakini niseme katika ulimwengu wa roho kuna mambo yanaendelea ambayo yatakwenda kubadilisha kila kitu. Baada ya kusema hayo, niseme Mungu akubariki. Ukumbushe kwamba mimi ni mjumbe tu, ambaye kwa ninakukumbusha kwamba Yesu Kristo yuko karibu kurudi. hata hatakawia sana najiweke tayari kwa sababu uko mtihani ni mbele kidogo, ni ng'ambo, tutahitaji kuvuka. Yako mapito kanisa litapitia yako mapito wateule watapitia. Kama hujajiandaa, huwezi kuvuka salama. Lakini kama hujamwamini Yesu, mwambie Yesu sasa awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Ni katika jina la Yesu, Mungu akubariki. Amen.